Sheikh Issa Ponda ni mmoja wa viongozi wa dini ya Kiislamu nchini ambaye kwa nyakati tofauti, amekuwa akiingia matatani kutokana na kesi tofauti zinazofunguliwa dhidi yake na mara kadhaa amekuwa akishinda kesi hizo na kuachiwa huru. Yeye na wenzake 49 waliwahi kupandishwa kizimbani kwa mara ya kwanza Oktoba 18 mwaka 2012 na kusomewa mashtaka manne, yote kwa pamoja, huku yeye akikabiliwa na kosa jingine la kula njama, kuingia kwa jinai katika eneo la ardhi, kulikalia kwa nguvu na wizi wa vifaa vya ujenzi mali ya kampuni ya Agritanza yenye thamani ya shilingi milioni 59.6. Katika hukumu hiyo, mahakama ilimhukumu Sheikh Ponda kifungo hicho cha nje kwa kosa moja la kuingia kwa nguvu katika eneo hilo la ardhi isiyo yake huku wengine wote wakiachwa huru na mahakama. Mwananchi limefanya mahojiano na Sheikh Ponda, katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania, ambaye licha ya kuwa kiongozi wa dini, Juni 5 mwaka 2025 alijiunga na ACT Wazalendo na kukabidhiwa kadi yake ya wanachama. Maisha kuathirika, lazima yataathirika kwa sababu unapo unaposumbuliwa, maana yake unakosa ule utulivu, maanayake wa kufanya mambo yako mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii. Kwa mfano katika miaka ya nyuma, mara nyingi sana wa imekuwa wanakuja watu wa, watu wa usalama nyumbani kwangu <coughs> na walipokuja mara nyingi wamechukua nyaraka nyingi sana, wamechukua mafaili yangu na hawakuyarudisha, hasa wakati wa, wakati hapa mkuu wa polisi wa upelelezi alikuwa alikuwa, e, kamanda Zombe. Wamechukua vifaa e, vingi, wamechukua mafaili mengi na hawakuyarudisha moja kwa moja. Ile kwangu ilikuwa ni hasara kubwa sana, kwa sababu kwa kuna rejea nyingi, kuna dokumenti nyingi nyingi sana e, yani ta fedha taangechukua nguo e, chochote kile, lakini nyaraka ni kitu muhimu sana na huwezi kuzipata tena. Sasa athari zipo nyingi sana, lakini unaathirika kiuchumi ki, kwa sababu unakuwa umekaa ndani muda mrefu, unaathirika watu wako wanaathirika sana e, wanaathirika kisaikolojia ki, na kadhalika, kwa athari ni nyingi sana lakini kwa namna moja nyingine, pia ni kwamba watu wanakuvunjia heshima eh, manake unaonekana mtuhumiwa, wakati sio kweli. Unapewa, una kesi zingine, unaambiwa si unavuruga amani, lakini mwisho yote ukifika kule kwenye vyombo vya, vya, vya haki inakuja kugundika kwamba sio. Kwa hiyo unakuwa umeathirika kwa namna nyingine. Labda kitu gani ambacho kinakupa matumaini mpaka unaendelea kufanya hivi? Hmm. Licha ya hizo changamoto zote hizo, mara nyingi mimi mambo ambayo nayafanya sio kibinafsi e, yani mambo ambayo yanahusu watu, na hili ni jambo ambalo sisi ndivyo ambavyo tulivyo tulivyolelewa na tunaona umuhimu wake, yani kufanya kazi ya kutumikia watu, kuzungumzia maslahi ya watu, maisha ya watu e, sasa hii haiwezi kunifanya niweze kuacha na imefika mahala kwamba imekuwa ni sehemu ya maumbile yangu. Sina namna, siwezi kufanya eh, kazi nyingine zaidi ya kazi hizi za, za kutumikia maisha eh, ya watu. Na labda kwenye kumbukumbu zako, jambo gani ambalo kote alisahau kwenye maisha yako ambalo umewahi kulipitia? Uh, mambo yote karibuni ni mambo ya kukumbukwa kwa sababu ni yale ambayo yanakuwa sio ya ya, ya kawaida maana yake, mm -hmm. E, ni mengi sana. Kuna um, kama hayo pengine ya kuna yale ambayo yanahusu wewe mwenyewe kama mtu, lakini kuna yale ambayo yanahusu kama jamii kwa jumla. Kwa mfano mwaka mwaka 2012 kitu kama hivi, lakini uh, rais wa, wa, wa, wa Misri wakati ule alikuwa ni Morsi. Alikuwa ameshinda Mursi, yule alitangaza kwamba serikali yake itaendeleza ita miradi yote ambayo ilikuwa imeanzishwa na serikali yake katika, katika bara la Afrika kwamba wataiendeleza. Sasa miaka ile ya nyuma kulikuwa na project kubwa sana hapa ya ujenzi wa chuo kikuu cha ngombe pale cha Kiislamu ambayo ilikuwa na ardhi kubwa sana, ardhi yake inaanzia pale kuna shule moja inaitwa kuanzia pale mpaka kule mwisho kabisa. Hili eneo lote ambapo unaona kuna makazi ya watu kuna mahakama, kuna nini. Yote ile ardhi pale ni ardhi ya ujenzi wa chuo kikuu. Sasa hili jambo kubwa sana kwa chuo kikuu maana yake taasisi kubwa ambayo inaleta ukombozi kwenye jamii yote ile. Sasa, of course, huko nyuma ilikuwa imeingiwa na mtihani maana yake ile ardhi ile jumuiya ilikuwa inaendesha pale ilivunjwa na serikali lakini Mursi alipotangaza hii ilikuwa ni pamoja na kuendeleza ile sehemu iliyobakia pale. Wakati huo ilikuwa imeshabakia sehemu ndogo, ilikuwa imepoa. Sisi tulipofahamu hilo jambo, tulikwenda kuchukua nalo karibu lile jambo, tulizungumza na, na wale wa, wale kuepo pale wakiendeleza ile sehemu ndogo iliyobaki pale, kuna Wamisri walikuwa wako pale, na tukachukua hatua za kudhibiti ile eneo iliyobaki, lakini kwa mtazamo huu kwamba linaweza kuja kuendelezwa kwa maana ya ile ile project ya elimu pale sasa ikatokea likauzwa lile, na na viongozi wa Bakwata wakaenda wakashirikiana na wafanya biashara wakauza ile eneo, wakalipasua hata ile eneo wakawa wameuza. Sisi tulipopata taarifa, tukaenda tukawatafuta wale wanunuzi, tukakaa nao chini, tukajaribu kuzungumza nao, kuonyesha kwamba wanachokifanya sio sawasawa, kwa sababu hii ni ardhi ya umma na fikra iliyopo pale ni fikra kubwa nzuri walikuwa ni sisi wenyewe, maana tunatafuta hiyo ardhi, na tukakubaliana. Baadaye wale wakaenda wakavamia tena pale. Kabla ya uh, nyeti na yakaenda kuvamia wakaendeleza, sisi tukachukua tuka watu tukapeleka pale kwenda kuzuia ile, kuhamasisha Waislamu uh, na nini, tukaenda kuzuia ile. Sasa kitu kilichokuwa cha ajabu sana, serikali ilijitokeza pale, alipojitokeza uh, ikatukamata sisi, yani kamata mimi kamata na watu wengine wote, na walikuja kuivamia wa msikitini wakakamata na wale wengine wengine wakaja kwa vamia pale wakakamata, wakaenda ndani kwa, kwa pale, sisi ndio tunashtakiwa sasa n yani, sisi ambao tunazuia tuna, tuna ule ufisadi, tunazuia ile jambo kutoka kwa jambo la umma kwenda kwa mikono ya watu binafsi, tunazuia serikali sisi, na tukapelekwa mahakamani. Sasa ili jambo li, mimi ilinigusa sana. ilinigusa sana kwa sababu ya ile jambo lenyewe faida zake, lakini ilinigusa sana ule utendaji wa serikali, kwa maana serikali kama chombo ambacho kinatakiwa kina kujali masuala ya umma, yani kilitakiwa kiunge mkono na kwa bahati nzuri maneno haya ndio aliyosema jaji. Lakini jambo lilikwenda mpaka baadaye ikaja kuwa kesi ambayo mimi nilifungwa, tukakata rufaa Mahakama Kuu, tukwenda Mahakama Kuu kwa rufani nikashinda mimi. Sasa nilipokuwa nimeshinda katika ile ruling ile judgment ambayo alikuwa anasoma Jaji Ernest Changwa, haya maneno alisema, alisema anasema ile ni ardhi ya umma na akasema Sheponda alikuwa sawasawa kabisa. Anasema ile ardhi haikupaswa kusema sema kama ilitoa yani, ilitoa maelezo kama serikali ikawasaidia wale kule, yani kwenye, mpaka leo ile ardhi imepotea kwa sababu kilichotokea ni kwamba walipokamata mimi wakaniweka ndani, alafu wakawapa ulinzi wao wale, wakaendelea kui kuendeleza ile mradi. Kwa hivyo mpaka leo iko mpaka, kwa hivyo ni katika mambo ambayo mimi nilinigusa sana, na kwenye hilo kuna msuguano au tuseme familia kama mtu ambaye anasigiana sana na serikali. Hiyo ndio tatizo huko na katika mahojiano hayo, Sheikh Ponda amezungumzia masuala tofauti ikiwamo kuchanganya dini na siasa, Tetesi za kugombea ubunge Dar es Salaam salam pamoja na sababu za kuichagua ACT Wazalendo kuwa chama chake. Wakati akijiunga na ACT Wazalendo, kumekuwa na mjadala mpana kuhusu kuchanganya dini na siasa. Baadhi ya wadau wanajielekeza kwenye athari zake huku wengine wakifafanua faida zake kwa jamii na taifa kwa ujumla. Akizungumzia hilo, Sheikh Ponda anasema sheria za Tanzania hazizuii kiongozi wa dini kushiriki siasa, hivyo anaweza kushiriki siasa kama mwanachama na akabaki kuwa kiongozi wa dini katika jamii anayoishi. Anasema ni muhimu viongozi wa dini kushiriki siasa na kuingia kwenye vyombo vya uamuzi kwa sababu wao wana sifa ambazo wanasiasa wengine hawana: sifa ya uadilifu na ukweli katika kusimamia mali za umma. Sheponda anasema leo, ukiangalia ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG huwezi kuamini watu waliopewa dhamana wameiba fedha za umma, jambo ambalo viongozi wa dini hawawezi kulifanya. Anasema hao ambao hawataki viongozi wa dini kushiriki siasa Wanataka wawe watazamaji tu, hawajui historia ya Tanzania, kwa sababu viongozi wa dini wana nafasi muhimu katika siasa za nchi yoyote na hawajawahi kuwa na tatizo katika jambo hilo. Kwanza mimi ni kiongozi wa dini na hata kama nimejiunga kwenye siasa, mimi si, si, si, si, sitoki kwenye dini, niko kwenye dini vilevile na nitaishi na maadili yangu na wajibu wangu, na nafikiri leo tumekuwa wote kule kwenye baraza la Idi na mimi nimesoma nime, nime, nime waraka a baraza laidi kama katibu mkuu wa Shura ya Maimamu Tanzania. Oh, vile vile. Niko vile vile. Na hata nikiingia kwenye siasa niko vile. Hii ni kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria. Eh, yaani sheria haimkatazi kiongozi wa dini ya Tanzania kushiriki siasa. Eh, kwa sababu kiongozi wa dini anashiriki siasa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Eh, hakuna kiongozi wa dini anakwenda pale analazimisha kwamba mimi nataka sasa tukifika mada mimi nimeingia hapa e, eh, shughuli hizi za kisiasa ziende kwa mujibu wa Qur'ani au ziende kwa mujibu wa Injili. Viongozi wa dini wanakwenda pale wanashiriki taratibu za kisiasa kwa mujibu wa sheria za nchi, kwa mujibu wa eh, katiba ya nchi. Kwa msingi huo, hakuna sheria yote inayozuia viongozi wa dini. Lakini pia yu, eh, ni muhimu sana viongozi wa dini kushiriki siasa na kuingia kwenye vyombo vya maamuzi, sababu wao wana sifa ambayo wanasiasa wengine hawana. E, eh, moja kati ya sifa walizonayo viongozi wa dini ni ile uadilifu. Na ukweli leo hii ukiangalia ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali huwezi ukaamini kwamba hawa ni watu ambao wangestahili kupewa dhamana. Maki mtu kaiba, yani kiongozi kapewa dhamana, unakuta hesabu watu wameiba hela nyingi kweli kweli za umma, unaona. Sasa angekuwa ni kiongozi wa dini, hawezi kufanya kile kitendo kwa sababu tayari ana, ana, ana, ana ile jambo aishakatazwa kwenye moyo wake, hawezi kufanya hawezi kile kitendo, hawezi kuvumilia lakini pia kwenye hiyo dhana, hao wanaozungumza hii kwamba viongozi wa dini wasishiki sana ni wasi, kwamba ni watu hawajui historia ya Tanzania, kwamba hiyo fikra yenyewe ya ukombozi wa uhuru imetoka kwa viongozi wa dini. Yani ile fikra ni viongozi wa dini. Ukiangalia kwenye seiko ndogo ile ya mwanzo kabisa, ndio walikuwa pomle mtu kama vile eh, Mufti Hassan bin Amir kwa kuwa Tanganyika, eh, alikuwa kwenye kamati ndogo sana ile inaitwa political subcommittee mk wakati ule wa koloni walizuia vile vyama vya kupigania uhuru, lakini sasa Waafrika wa wakatumia mbinu kwa sababu walikuwa na vyama vya kijamii. Wazungu walikuwa na European Association na Waindi walikuwa na Indian Association na hatimaye walikuja kuunda kamati ya siasa na akiwashajisha watu kuingia kwenye wa chama cha tano na yeye mwenyewe pia akiuza zile kadi za chama cha tano kwa nafasi ile ilikuwa pale, lakini pia Zanzibar, hivyo hivyo, kuna chama kile ambacho ndio chama cha ukombozi na ndio kitu kilicholeta uhuru, chama cha Zanzibar Nationalist Party. Kiongozi wake ambaye ndio hero wa siasa kule anaitwa Al-Mufsir Barwan, yule ni shekhi eh, na ametafsiri vitabu vingi vya dini ikiwemo Qur'an tukufu inaitwa Al-Mutahhab yeye imetafsiriwa na Sheikh Al Musin Barwani ambaye ndo alikuwa kiongozi mkuu wa chama cha Zanzibar National, Zanzibar National, Zanzibar, Zanzibar, ZNP ambacho ndicho kilicholeta uhuru, kwa sababu Zanzibar ilipata uhuru kwa uchaguzi wa kidemokrasi mwaka 1963. Baadaye ndio ikaja ikapinduliwa, ingawaji watu wanafundishwa wana, sasa uongo kwamba yale mapinduzi ndo <laughs> uhuru <lianzakwa. laughs> uhuru ulikuwepo mwaka 63. Vyama eh, vyama vilishiriki uhuru nani, uchaguzi wa kidemokrasia wakaja, chama ambacho kimeshindwa kikaja kuipindua kuipindua serikali halali iliyochaguliwa na wananchi kwa u, kwa, uchaguzi wa kidemokrasia kiongozi mkuu wa ZNP ni Ali Muhsin Barwani. Kwa hivyo hawa wanaosema kama viongozi wa dini wasishiriki siasa ni kwamba pia hawaangalii historia ya yani, nchi kwamba viongozi wa dini ndio washiriki siasa na sijui wanakusudia nini yani, wanaona kwamba viongozi wa dini shirik, tiasa, wasishiriki siasa ili wao ndio washiriki Yani sisi viongozi wa dini tuwe watazamaji, make kama vile kwenye mechi ya mpira, wanataka sisi tuwe watazamaji, wenyewe ndo wachezaji kao. Unaona kama hizi li dhamira sio, sio nzuri hiyo sisi, hiyo kitu kwanza kwa, kwenye dini yetu sisi ya Kislamu hakuna hiyo kitu kwamba dini na siasa ni vitu viwili tofauti, hakuna Shehe Ponda anahusisha hilo na tukio la Juni 2 mwaka 2025 la kufungiwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima akisema sio sahihi kufungia nyumba ya ibada kwa kuwa inawanyima watu haki yao ya kuabudu. Msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa Juni 2 mwaka 2025 alitangaza kulifuta kanisa hilo akieleza limekiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kutoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Taarifa ya Kihampa ilieleza. Sheponda anasema: ikirudi katika nukta uliozungumzia hii ya, ya Gwajima ya kufunga kanisa, ili jambo baya sana, haliungwi mkono na mtu yoyote yule, mtu yoyote mwenye nidhamu mtu yote, ambaye huwezi kufunga nyumba ya ibada, wala haingii kwenye akili. Unafungaje nyumba ya ibada? Ile ni haki kubwa ya watu kuabudu, ni haki ya kikatiba. Kama kuna mtu amekosea, basi yule mtu atafikishwa mbele ya chombo cha kutenda haki ambacho mahakama, halafu mahakama itawasikiliza ndipo ambapo ilivyotakiwa. Sheikh Ponda anabainisha kwamba ameamua kujiunga na chama cha siasa kwa lengo la kuongeza nguvu za kisheria ili kuwa na uwanja mpana wa kisheria katika kufanya kazi ya umma. Anasema ameamua kujiunga na ACT Wazalendo kwa sababu ni chama makini na mahiri licha ya uchanga wake na amebaini kwamba umakini huo unatokana na watu waliomo mle ndani ambao ni wakongwe katika siasa za mageuzi. Kiongozi huyo wa dini anatolea mfano viongozi kama Juma Duni Haji, maarufu Babduni, kuwa ni mtu mwenye uzoefu mkubwa katika siasa za mageuzi. Pia amemtaja Othmani Masudi Othmani kama mtu mwenye msimamo usioyumba na uzoefu wa kutosha. Kingine kinachomvutia, anasema chama hicho tayari kinashiriki katika kuunda serikali upande wa Zanzibar. Hata hivyo anasema hamaanishi kwamba serikali ya Umoja wa Kitaifa SUK inafanya vizuri huko Zanzibar bali ni hatua nzuri ya matumaini. Hmm, kwanza lengo langu ni kujenga eh, kuongeza uwezo wa kufanya kazi kisheria zaidi hizi kazi eh, wakati fulani eh, tuki, tukizungumza masuala ya jamii huwa wanapata hoja haya uh, hutakiwa uh, kuzungumza. Kwa hivyo E, moja ya hatua kubwa katika hili malengo makubwa ma ni kuongeza nguvu za kisheria kwa hivyo, naweza kuwa na, na wanda, wanya, wanda mpana zaidi wa kufuwa, kufanya kazi za, za, za za, za umma. Uh, tukija kwenye swali lako ile kwa nini umejiunga ACT wewe tena kama ni lazima upitie kwenye chama chochote kile utachukua, yeah, sababu ya kupita ACT kwanza, ni chama ambacho nilipokiona katika makuzi yake, chama kipya kinakuwa lakini, uh, kuna umakini mkubwa sana uh, na umahiri ndani kile chama chenye, ukifanya uchunguzi na nimevutiwa, nimegundua kwamba uh, ule ume umahiri unatokana na watu waliomo ndani, ni watu ambao ni wakongwe wakongwe katika siasa, lakini wakongwe pia katika siasa za mageuzi. e, kwa sababu chama chenye, chama kipya lakini waliomo ndani watu ambao wamefanya kazi za kisiasa kupitia vyama vingine kwa muda mrefu sana. E, nikitua mfano na nishawahi kutoa watu kama kina Babu Jumaduni ni watu ambao ni wame, wamefanya kazi wana wana uzoefu wa muda mrefu sana, hiyo mojawapo e, lakini nyingine ni kwamba e, tayari kile chama kina, kina mguu mmoja tayari serikalini kwa upande wa pili e, tayari kina mguu. Kwa hivyo ukikiangalia chama kikubwa, na nikisema hivi sina maana kwamba Uh, ile serikali walioingia serikali ile ya, ya, ya, ya umoja wa kitaifa kwa maana kwamba labda ina, ina matokeo mazuri makubwa, mesizungumzia huko kwa matokeo mazuri au mabaya, lakini kwa ujumla huwa ni, ni hatua nzuri, kama ikiwa inatekelezwa ina vizuri, yaani mkiweza kuunda serikali ya, ya umoja wa kitaifa mnakuwa mepi me, hatua nzuri zaidi. Sasa kwa dhana tu hiyo, japo japokuwa sio kuangalia kama matokeo ni wa, makubwa sana bado unaona kwamba kuna ubora mkubwa katika biashara. Kwa hivyo kuna fakta hizo ambazo nafikiri na nyingine ambazo zimeleea kwa watu kama kina Uthman Masudi wana mvuto mkubwa sana e, yaani ukiangalia ule utendaji e, wasifu wake e, unaona ni mtu ambaye unaweza kupenda ushirikiane naye katika kufanya hizi kazi, kwa sababu mtu mweledi, mtu mkweli e, mtu jasiri e, kwa hivyo huwa ni mtu ambaye anasimama mbele kwenye mipango yenu inajenga inalien, matumaini makubwa. Kuhusu kugombea ubunge, baada ya kujiunga na ACT Wazalendo, Sheponda alianza kuhusishwa na mbio za ubunge katika majimbo ya Dar es Salaam hususani jimbo la Kigamboni. Hata hivyo, anasema hajapokea ushauri wowote kuhusu hilo, hivyo hawezi kusema chochote kwa sasa. Mimi sisema lakini pia hawa waliontaja pia, hiyo habari ndio naisikia kwako, sijui amepata wapi. Nilichokifanya mimi ni kwamba nimejitokeza kwa maana ya kuchukua kadi, ni mtu ambaye na niko wazi, sasa kwa maana kwamba naweza nikashiriki siasa katika level tofauti tofauti. Sijapata ushauri, eh, siwezi eh, kusema chochote kwa sababu sishauriwa, hajatokea eh, mtu kunambia, bwana fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Mimi yangu hasa ni, ni, ni, ni, ni, ni kushiriki siasa e, yani na, na na kwa nafasi na haki za kisheria yeah. Sheikh Ponda anasema hali ya kisiasa nchini haivutii kwa sababu ule utamaduni wa kuzungumza uliokuwepo huko nyuma haupo tena badala yake taifa linakwenda kwenye siasa za ubabe. Anasema kinachoendelea sasa, kuna mvutano kuhusu namna uchaguzi utakavyoendeshwa, na baadhi ya watu wameamua uchaguzi usifanyike. Anasema katika hili kuna umuhimu wa kuzungumzia suala hilo. Hali ya kisiasa hapa nchini ni iko haivutii sana, na haivutii kwa sababu inaelekea kwamba ule utamaduni eh, ambao ulikuwepo huko nyuma unaondoka. Utamaduni wa kuzungumza, kujadiliana unaondoka. Sasa hivi tunakwenda kwenye mambo ya ubabe zaidi, siasa za ubabe ambazo uh, mara nyingi huwa hazina matokeo mazuri eh, kwa sababu kwa mfano sasa hivi kuna mivutano juu ya uchaguzi utakwendaje na kadhalika, na vyama vimeamua kususia na kadhalika, lakini sasa ukiangalia watu wengi watu, watu wazima, watu wenye busara na kadhalika, wanaona umuhimu wa mazungumzo katika hili na juhudi juhudi mbalimbali zinafanyika. Sisi wenyewe kwenye waraka tuliotoa katika baraza iliyopita kwa Shura ulikuwa na wito huo ambao nafikiri tumechukua tume kipande tumerejea katika waraka, waraka tuliosoma leo ambao ulikuwa na wito huo wa watu warudi kwenye meza waweze kuzungumza, lakini pia kuna viongozi wastaafu wa kongwe nao wametumia lugha hiyo hiyo ya mazungumzo, watu kama kina mzee Warioba na kadhalika, kina nafikiri na jenerali na kadhalika, iko hiyo Taisa. Unaona jinsi ambavyo hizi nasaha kama bila hazipewa uzito eh. Sasa hiyo ni jambo la hatari sana. Mazungumzo watu hawachoki, huwezi ukasema kwamba tumechoka kuzungumza kwa au hatutaki kuzungumza. Mazungumzo siku zote ninatengeneza mambo eh, mkae, maana yake mpaka ifike mahala ionekane kwamba ni nani ambaye, eh, kweli hataki kuona ile haki wale, watu wanasema, njoni hapa, tukae. Watu wanasema wanasema hapa tuangalie. Watu wanasema hivyo tukae tuangalie mambo yetu haya eh. Kama ni kweli tunakwenda vile tulivyokubaliana. Ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo mimi najiona eh, hali sio nzuri kwa sababu ya kutoka kwenye ile utamaduni utamaduni wa busara utamaduni tuliozoea utamaduni ambao ndio kila mahala unafanyika. Kwa hiyo, mimi na naiona sio nzuri, sio hali nzuri. Sheikh Ponda anatoa wito kwa Tanzania kushiriki uchaguzi mkuu ujao kwa kuwajengea watu uwezo wa kutambua haki zao za msingi na kuzisimamia. Anasisitiza Watanzania washiriki kwenye uchaguzi na kulinda haki zao na wasiruhusu wengine kuchezea haki zao. Anasema Watanzania wajenge utamaduni wa kusimamia haki zao popote bila kuvunja sheria. Mimi utu wangu kwa Watanzania kwanza ni mimi katika watu ambao wanaona kwamba tushiriki uchaguzi, um, tushiriki uchaguzi na tuwajenge tu watu wafike mahali waweze kujua zile haki zao za msingi na wazisimamie, si ndio? Kwa mfano mtu anaenda kupiga kura, alafu mtu anakuzuia kwamba usi, usi, usilinde kura yako. Huyu ni mtu ambaye anataka anakunyima ana haki yako msingi, ile ni haki yako si naambia e, watu wasicheze wasi, wasi, wasi na haki zao, washiriki kwenye uchaguzi, lakini pia wahakikisha kwamba zile haki zao za msingi b au mtu anatangazwa hamchukui e, yani, hatua yote. Mtu anatangazwa mtu ambaye mna hakika kabisa kwamba wewe mtu ni mwizi yani, ametangazwa, hakupata kura hapa, watoto najua. So, mazingira ya kuchagulia mtu anafahamika. Kwa hivyo e, mi naambia watu washiriki, lakini pia wajenge utamaduni wa kusimamia zile haki zao e, ni kitu cha msingi sana. H endelea kufuatilia Mwananchi Digital. Mimi ni Jesse Tunuka wa Mwananchi Digital.